Wazalendo wa kundi la MNLC linaloongozwa naye General Kashumba lapokea msaada wa unga wa mahindi kutoka kwake Dr Jean Claude Mauridi. Sherehe hizo zaendeshwa na mmoja wa wanamemba wa Fondation Jean Claude Mauridi Mukerwa hii Jumamosi, tarehe tariki kumi na mbili mwezi wa nne mwaka elfu mbili makumi mbili na tano kunako avnisha bunda Kartier Rombe ya kwanza kwake Espoir na Barongo. Msaada huu ni katika hali ya kuwasapoti wazalendo kwa kazi za ulinzi ambazo wanaendelea kuzitenda. Tunapatikana hapa kwa malengo moja ya kusapoti wazalendo kwa kazi ambao wako wanafanya, njo tukaona kwamba tulete ile yetu kidogo mifuko ya unga yenyewe, unaona deja iko mugari. Tulipoongea na mheshimiwa mtoto wa Uvira akasema kwamba aweze achilia wazalendo akafanya bidii yote, akatuma sapoti yake ndogo kwa wazalendo, na hiyo sapoti yake imefika, na leo tuko na wazalendo wanakuja kuipokea hapa. Leo tunakuja na General Kashumba, tuko na General Lukumeta, tuko na General Mamadu kwa ajili ya ukiapokea hiyo mchango ambayo mheshimiwa honorable Jean Claude Mauridi Mukerwa ametuma. Mchango ilikuwa ni ya unga tu, hakuna kitu kingine. Tumeona kwamba tuanzishe na unga apre unga, kesho, Mungu akitujalia, tunaweza tukafanya mengine. Ujumbe ambao tunakuwa nao ni kuambia kwamba kwa watu wote tuongee kwa ajili ya wadiaspora wetu ambao wako hapa Uvira, wenye wiko kando kando, wasaidie wagerie wetu ambao walijitolea katika nchi yetu ya Kongo kwamba watapigania nchi, ingelikuwa vizuri wajitolee na wawasapoti kwa maana Awa wanajeshi wetu wasiposapotiwa hawatafanya kazi vizuri, lakini wakiwasapoti pale watadumu kwa misingi na kuchunga udongo wetu wa Uvira batachoka. Jonathan mwandishi pia msemaji wa wazalendo wa kundi la MNLC huyo atoa shukrani za rambirambi kwake Dr Jean Claude Mauridi kwa msaada huo. Tunashukuru sana kwa msaada, kwani sio wote ndio wanatupa msaada, walio wengi wanaogopa kutupatia msaada, nao watashikwa kesho na na magaidi. Lakini tunatoa shukrani kubwa kwa huyu ndugu Mauridi aliyeona vema tusaidie ili tuendelee kuwa na nguvu za kupambana na adui. Mwandishi pia msemaji wa wazalendo wa kundi la MNLC ataja ukosefu wa chakula, dawa pia vifaa vya vita kati ya matatizo ambazo wanaendelea kupitia. kwa matatizo ambayo tuko nayo kwa sasa ni ukosefu wa hiyo chakula ya kusaidia watoto ili wawe na nguvu ya kuendesha vita kwenye shamba la mapambano tunacho kiomba kwa sasa, unajua adui yuko Kamanyola, adui yuko uh, Kageregere, yuko Bukavu. Tunachokitaji wafadhili watusaidie, uh, tunaomba arme munisio, yani logistique pia na chakula, waendelee sio ndoleo, ila waendelee kutusaidia. Dawa pia inahitajika kwa haraka, watoto wanaumia, lakini huduma inakuwa ni ndogo zaidi. Tulipokamata Uh, kaziba watoto tano waliumia na tukakosa hata huduma. Wanaonufaika ni pamoja na wazalendo wa General Kashumba Rukumeta na Mamadou. Unatazama Uvira News TV, asante.